Sifa moja ya wapinzani ni kuwa mbishi kupitiliza, naweza kupishana hata na redio. Juzi mgombea wa chama hicho cha CHAUMA kaenda kule kwa Sadala, anawaambia wananchi huyu mgombea wa CCM kamdanganya mkuu wa nchi. Mimi siku nyingi namjuaga Saashisha ni mwongo, kama nyiye mlikuwa mjui kama ni kijana mwongo mmemsikia, ameamua kumdanganya mpaka mkuu wa nchi. Hebu fikiria, Rais anapita. Fikirieni wafanyabiashara wa soko la Sadala, angalieni mnakopanga bidhaa, angalieni kipindi cha mvua zikinyesha, angalieni kipindi cha kiangazi alafu fananisheni na hiyo bilioni kumi na moja nukta ngapi mmeambiwa. Haya Sadala, ni niwaulize, mlimwahidi kwamba mnampa kura nyingi za kishindo baada ya kuziona hizo bilioni kumi na moja . Sasa mimi nikawa najiuliza, mgombea wa chama cha Mapinduzi Saashisha sa Mafuwe alikuwa anatoa shukurani kwa mtu aliyetoa fedha kwa kwa ajili ya kujenga soko, na yeye alipopewa shukurani akazikubali zile shukurani, kwa sababu fedha katoa. Sasa nani mwongo? Mungu anakuwa yupi aliyeshukuru aliye shukrani, Sisi aliye kubalisukurani tafsiri yake nini? Huyu mtoto anamba kumtukana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa njia ya nyuma hii. Lakini Mungu, Mwenyezi Mungu ni mzuri sana, siko amemaliza matusi yake, kesho yake mkataba umesainiwa ngoma inatembea. Hapo vipi? mambo ambayo Mama Samia ametufanyia kwa miaka mitano, kanaibuka kama mtu kukashifu alichokifanya rais. No, na niwaambie jambo moja, mumpelekee salamu very serious, James Mbowe aache kumtukana Mheshimiwa Rais wetu. Hiyo namwambia kikubwa kabisa, aache kumtukana mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi. James, nakwambia acha haraka kumtukana mheshimiwa rais, hatutakubaliana naye na asitupeleke mbali. Wale mnaosikia na mnao rekodi, mwambieni James aache mara moja kumtukana mgombea wa urais wa chama cha mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama huyu ametupa heshima ndani ya wilaya hii. Tulikuwa tumepotezwa kwenye ramani, tulikuwa tuonekani sio miradi ya maendeleo hata sisi wenyewe. Yeye mwenyewe anajua aliyomfanyia baba yake, leo anapumua. Leo James wakuja kumtukana na Samia, kukebei kazi zilizofanyika, kudhihaki. Hapana, na hatutamkubalia, na mimi Saashisha sitamkubalia au nyewe mtamkubalia? Yaani rais aliyonipa mamilioni ya hela leo mtakayotaja hapa. Alafu kanaibuka kama mtu kamekurupuka kama chafya huko. Tena nilijua ni baba yake amemtuma. Lakini nimepata taarifa sahihi, kumbe hata Mbowe mwenyewe hamsupport. Kamefiatuka kenyewe huko Dar es Salaam, kanakuja hapa kanaanza kuleta matusi. No. Hasiturudishe nyuma wilaya yetu, tunataka uchaguzi wa uhuru na amani. Tufanye kampeni lila maneno ya ovyo. Hiki anachotufanya ni kutuchokoza, na sisi hemu ni dude kubwa lina watu wengi. Ukimgusa Mama Samia, watakuja wengi wanaompenda, si ndio hivyo?